Sio mwisho msimu huu. Tarehe ishirini na tisa tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali ambayo itafanyika Zanzibar, tutacheza na Singida Black Stars kwao. Tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja. Tukawa tupo kwenye tafakuri na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambayo tutalifanya kama Wanayanga, jambo la kwanza ambayo tutalifanya kama Wanayanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumwomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi, kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru o kwa wa kidogo ambayo tumekipata zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba. Hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho utalifanya makao makuu ya, na jambo ya, ya klabu, hapa hapa, na, na baraza letu la wazee wa klabu kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Kesho tutaweka historia klabu ya Yanga Afrika. Hapa tutakunywa supu ya ngamia kesho, tutaangusha ngamia hapa. Tumesha kunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu